jipya Pasaka ya kale ilikuwa ni kuchinja kondoo, alafu damu inapakwa kwenye kizingiti, na bii yake inakuja, ni ukombozi wa wana wa Israeli kutoka Misri kuelekea Kanani. Hiyo ndio pasaka ya kale, na pasaka jipya ambayo ya agano jipya ni kwamba ni ufufuko wa Yesu Kristo, wakati ameteswa msalabani na kazikwa, akafufuka siku ya tatu. Kwa hiyo kuna tofauti hapo a, a, a, pasaka ya agano la kale na pasaka ya agano jipya. Agano jipya ni ufufuko wa Yesu Kristo, agano la kale ni ukombozi ku, wa kutoka Misri kuelekea Kanani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sasa niwape faida sasa, sasa, baada ya kuona tafauti ya pasaka ya agano la kale na agano jipya, sasa niwape faida ya Pasaka. Pasaka kule tulijua, tuijue Pasaka hapa sasa. Ni faida ya Pasaka, moja yake inasema ukombozi wa kweli wa ulimwengu ni katika kifo chake Yesu Kristo. Pasaka faida yake ya kwanza, kwamba ni ukum, tunapata ukombozi wa kweli ulio ulimwenguni katika kifo chake Yesu Kristo. Hiyo namba moja. Namba mbili B inasema Pasaka ya Yesu ndiyo yenye mali, malipo kamili. Ndiyo e, ndiyo malipo kamili ya anguko la mwanadamu, tangu Adamu wa kwanza hadi kizazi cha leo. Bwana Yesu asifiwe. Pasaka ya Yesu namba mbili yake B ndiyo yenye malipo kamili ya anguko la mwanadamu tangu Adamu wa kwanza hadi kizazi cha leo. Bwana asifiwe. Hizo ni faida ya Pasaka namba mbili. Pasaka imelengwa kulifanya kanisa kuhifadhi shuhuda au kumbukumbu -kumbu za matendo makuu ya Mungu kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Pasaka namba mbili imeelezwa kulifanya kanisa kuhifadhi shuhuda au kumbukumbu za matendo makuu ya Mungu kwetu. Hii ni sababu tunaposherehekea Pasaka tunakumbuka ukombozi kwa wana wa Israeli kutoka Misri kuelekea Kanaani. Bwana Yesu asifiwe. Faida ya tatu, Pasaka inainua imani. Faida ya tatu, Pasaka inainua imani. Inainua imani zetu katika damu ya Yesu na kwamba hata sasa inanena mema kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Namba tatu, Pasaka inainua imani zetu katika damu ya Yesu Kristo kwamba hata sasa inanena mema kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pasaka ya, ya gano jipya sio pasaka ile ya mwanakondoo. Ah, ah, hapa mwanakondoo ni mwenyewe Yesu Kristo, ambapo alipoteswa pale msalabani, damu yake ilipomwagika, ndio ukombozi wetu sisi huo lakini wakati ule ilikuwa ukombozi wa wana wa Israeli, wakaambiwa kwamba wachinje kondoo na kupaka kwenye miimo ya milango. Wale walikombolewa kwa damu ya kondoo, na sisi tumekombolewa kwa agano jipya kwa damu yake yeye mwenyewe iliyomwagika pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba nne, namba nne, inasema damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani inaitwa damu ya fidia kwa ajili ya dhambi, kwa ukombozi wa ulimwengu. Ile inaitwa damu ya fidia kwa ajili ya ukombozi pale msalabani, kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu. Damu ya fidia, damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani ni damu ya fidia kwa ajili ya ulimwengu. Namba tano, kuharibiwa kwa yeye mwenyewe nguvu ya mauti yaani ibilisi, nasi tumepata uhuru wa uzima wa milele. Hivyo basi mauti haina nafasi kwa wote waliompokea Yesu Kristo Bwana. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuharibiwa kwa ibilisi, kuharibiwa kwa ibilisi, tumepata nafasi uhuru wa uzima wa milele. Kuharibiwa kwa ibilisi, tumepata uhuru na uzima wa milele. Hivyo basi, mauti haina nafasi kwetu kwa namna yoyote ile. Anaelezea tena, anasema kwamba kuharibiwa kwa adui mtesi wakati damu inamwagika. Hii inamaanisha kuwa iko nguvu ya ukombozi katika damu ya Yesu. Iko nguvu ya ukombozi kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu ina nguvu ya ukombozi. Watu wa kale walikuwa na nguvu kwa sababu ya damu ya mwana kondoo, lakini walipewa ile damu ya mwana kondoo kwa sababu wao, walipoambiwa waweke kwenye mimo ya milango, isije Mungu atakapopita kipindi kile, sasa wasije wakaharibiwa wao, kwamba ile damu atakavyopita pale aione, wana wa Israeli wawe salama. Bwana asifiwe sana. Alafu namba sita anasema kuharibiwa kwa adui mtesi wakati wa damu inamwagika. Hii inamaanisha kuwa iko nguvu ya ukombozi katika damu ya Yesu Kristo. Hiyo tunasoma katika Zaburi 105 sura, eh, sura ya 105 mstari wa 36. Ikiwa mtu hatambui Pasaka, basi jua kwamba kuna upungufu mkubwa wa kuna mpungufu mkubwa na ni sawa kusema mtu huyo hatambui msingi ya imani yake. Hiyo ni hasara ambayo kupuuzia ya, kupuuzia, ya kupuuzia Pasaka. Namba mbili, kutokubaliwa na Mungu. Hasara ya kupuuzia Pasaka, kutokukubaliwa na Mungu. Siku zote Mungu ufurahishwe na mtu ambaye anatambua matendo yake na kumtukuza Bwana Yesu asifiwe. Siku zote Mungu hufurahishwa na mtu ambaye anatambua matendo yake na kumtukuza Mungu. Lakini basi tusipoazimia siku sikukuu hii, Mungu hukasirika na kuhuzunika kabisa kwa sababu ni mioyo yetu imekuwa ni migumu kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo ni maelezo yake. Kuto kukubalika na Mungu. Tatu kuto kushiriki na Yesu. Tatu, kuto kushiriki na Yesu. Maelezo yake yanakujaje? Kwa nini kuto kushiriki na Yesu? Anasema mtu ambaye hatambui Pasaka hawezi kuwa mshirika na Yesu kwa sababu Yesu Kristo ndiye Pasaka wa Agano Jipya aliyechinjwa ili mwanadamu wakombolewe mbali na mauti kisha wawe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Tarudia tena sehemu hiyo, kuto kushiriki, kutokuwa na shirika na Yesu. Anasema mtu ambaye hatambui pasaka hawezi kuwa shirika na Yesu kwa sababu Yesu Kristo ndiye pasaka wa agano jipya aliyechinjwa ili mwanadamu wako wakombolewe mbali na mauti kisha wawe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tunakwenda namba nne. Utaandika vicho vya habari tu. Namba nne anasema mtu anayepuuzia Pasaka. Mtu anayeipuuzia Pasaka. Maana yake ni kwamba Pasaka haiwezi kuelezwa umuhimu wa damu ya ukombozi. Hawezi hawezi kuielewa mtu anayepouzia Pasaka. Maana yake Pasaka hawezi kuielewa, haielewi Pasaka umuhimu wake wala damu ya ukombozi haielewi, hawezi kuelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ei yake nakuja maelezo yake yako hivi katika Agano la Kale, aliyechinjwa kondoo. Agano la Kale ndio maelezo yanakuja pale mwanzo alichinjwa kondoo na damu yake ikapakwa juu ya miimo ya milango, na yule mwenye kuharibu alipoiona damu alipita juu yao. Kwa lugha ya Kiingereza ni kwamba Passover, ndiyo maana inaitwa Pasaka. Bwana Yesu asifiwe sana, ndiyo maana inaitwa pasaka b katika agano Jipya Yesu alimwaga damu yake pale msalabani kwa damu ya kwa damu yake tuna ukombozi, tuna ukombozi wa uponyaji. Hapo tunaeleza kwamba ni uponyaji, damu ilipomwagika siku ile, ni uponyaji wa Yesu Kristo.